Mtazamaji wa Faudhia Sports hii leo, siku ya Jumamosi ya tarehe nane mwezi wa tatu, ambayo kila mtu alikuwa ana hamu siku hiyo ifike, lakini siku hii ya leo imefika. Ni kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, yaani Simba na Yanga, ambapo ulikuwa unatarajiwa kupigwa saa moja na robo usiku, ambapo taarifa zilikuwa zinaenea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kuhairishwa kwa mchezo huo, kwa kupelekea kwa klabu ya Simba Sport Club hapo jana kuzuiliwa kufanya mazoezi, kwa Simba Sport Club kukataa kucheza katika mchezo huo na taarifa nyingi zilikuwa zinasambaa kwa mchezo kuweza kuchezwa ama kuto kuchezwa, lakini taarifa kamili imetoa bodi ya ligi kuhusiana na mchezo huo, na bodi ya ligi imeweza kuthibitisha katika mtandao wa Instagram kuhusiana na mchezo huo na kusema kwamba mchezo huo umehairishwa na tarehe usikwa kupangwa mchezo huo kupigwa na kabla ya taarifa hiyo kutolewa, baadhi ya mashabiki wa timu hizi mbili walikuwa wana haya ya kuzungumza kuelekea katika mchezo husika, kabla ya taarifa kamili kutolewa kuhusiana na kughairishwa kwa mchezo huo. Ni mimi Faudhia Juma katika Faudhia Sports. Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe ukulike na kushare na comment yako ni muhimu sana. Leo ndio siku ambayo kila mwanasoka, kila shabiki mkubwa, mkubwa kwa mtoto hutolea siku hiyo macho. Na leo niko katika maeneo ya mnadani, na nikizungumza na mashabiki kuelekea siku kuelekea katika mchezo huo, na nipo na kaka hapa. Kaka habari, unaitwa nani? Jitamshe wewe mshabiki Um, a uh, unaelekea katika mchezo wa Simba na Yanga na wewe ni mshabiki wa Yanga, unavyoenda kukutana na mpinzani wako, ni kipi ambacho unaweza kujivunia ukasema leo unaondoka na ushindi washindi na pia najua ndugu zetu watani wetu wanatukataa mpaka sasa hivi, nasikia kulinyimwa wana kulinyima iwa wakufanya mazoezi bado. Taarifa naona kama bado zinakuja kwamba game leo hamna, sijajua taarifa taarifa bado ijatoka katika bodi ya ligi, lakini ikatokea ika mchezo kakuwepo, ukiangalia uh, katika kikosi chako okay, cha Yanga, ni kitu gani ambacho unasema leo unaenda kumwajibu mtani wangu Ah, lazima mtani mwenyewe anatambua hilo. Sisi lazima kwa mchezo wa leo lazima point zetu, lakini ukiangalia katika kikosi cha pinzani wako wanakuwa na form sana, na pia kuna kitu ambacho wanajivunia ili mpanzu yupo katika form nzuri sana. Mpanzu mpanzu, sahihi kipi ambacho unajivunia katika kikosi chako cha Yanga wasema leo naenda kupata ushindi?

na kitu ambacho naambia mashabiki wenzako wa Yanga wachezaji uliowataja na nadue wote aa ni wachezaji waliokeli sana ila isipokuwa dabi, kama dabi haitabiriki. Sisi tunakubaliana Simba wana, mtani wetu anaweza kufunga leo au sisi uli tutashinda. Ndio mpira ulivyo, lazima tukubaliane na matokeo. Unaweza ukanitajia kikosi ambacho unasema le, leo mnyama anakufa bao ngapi? soko wakikosi, hatuwezi kutaja kikosi kikosi. Sisi tunajua kabisa kabisa dabi ya leo tunashinda kwa ngapi? Haa, tukishinda moja bado ni mshindi moja. Kaka hapa atajitambulisha pia, aseme uh, yeye ni shabiki gani? ni mshabiki wa Yanga sawa? kwa swala hili linaloendelea kuhusiana na mchezo kuchezwa ama kutocheza, endapo mchezo utakapochezwa, uh, unaweza ukajivunia nini katika kocha ya Yanga Sports na kusema leo naenda kumpiga mtani mimi? kwa yangu niko siko bora, yani sina pressure, ni mtani yani yeye yeah, tu aje au asije, sisi tuko five, kwa hiyo tunaweza kushinda. Nini ambacho kinakupa jeuri kwa kusema leo naenda kumpiga mtani mabao mangapi? Halo, mimi mawili mawili tu, na kikosi changu kiko bora zaidi. Lakini ukiangalia katika kikosi cha mpinzani mwenzako cha Simba, unaangalia kitu katika fomu nzuri na pia ambacho watu wanazungumza ni Elie Mpanzi, wewe hakikupi uoga kweli? Simba iko wanasajili timu nzuri na simbaiko na kikosi kizuri <laughs> kwamba tusemi kiokupi tu, ni Simba ni timu bora Keni mpanzu yupo vizuri lakini kali tu wachezaji wangu waingie uwanjani wa wa vizuri, kwa hiyo sina, sina hofu. Lakini katika kocha ya Yanga kwa golikipa Didi Diara di, di, anaonekana kuwa haiko katika fomu nzuri anaruhusu na na goal. Wewe unaweza ukamwamini leo Diara akafanya vizuri? yeah. iko vizuri, anaatafanya vizuri zaidi akiingia vizuri akiamka vizuri anaanza kushika anaanza kucheza vizuri sawa. So, kwa ambaye anatutazama hapa, ningependa umtajie kikosi ambacho nasema si leo unaenda kumwangamiza mtani. Hmm, kikosi yeah, kwa Yanga au si Yanga. Yanga yoyote wanayoanza hapo vizuri.